Kanisa la Waadventista wa Sabato limeendesha kwa mafanikio siku kumi za maombi maalum kuanzia tarehe 7 Januari hadi 17 Januari 2026, zikiwa na lengo la kutafakari neno la Mungu, kuomba kwa unyenyekevu, na kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. Maombi haya yalifanyika kila siku katika makanisa mbalimbali, yakibeba mada kuu ya, ya kufunguliwa Tarehe 17 Januari 2026 maombi hayo yalihitimishwa rasmi katika kanisa katika kila kanisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Hanihani lililopo wilayani Igunga. Siku hizi kumi za maombi ziliongozwa na Mchungaji Lucas Ndibato. Katika mfululizo wa mafundisho yake, aliwaonya washiriki dhidi ya tabia ya kumtafuta Mungu pale tu mambo yanapokuwa magumu. Badala yake, aliwahimiza waumini kujifunza kumwomba Mungu kila wakati. Ibada zote katika kanisa hilo zilikuwa zikirushwa mubashara kupitia Gold of Hope TV. Tunasubiri mpaka mambo yafanye nini? Yawe magumu ndiyo tuanze kumtafuta Mungu? Sikiliza, jifunze kuwa na tabia ya kumwomba Mungu kila wakati, ili awe na tabia ya kuyaondoa matatizo yako kabla hayajatokea. Habari hii imesomwa nami Yustasela John, na hii ni Bukelebe TV.